Na nyinyi vijana ndiyo tegemeo letu la leo na kesho, muchukue vipande, mujiandikishe, halafu tuone vile tunazunguka 2027 ile mipangilio yote rais amesema. Unaona wale wamesimama hapo juu, hiyo ni ajira. Hii barabara ikija, tumeambia huyo mchina anakuja hapa wale ambao mutafanya kazi hapa kwa hii barabara mutoke hapa hapa, yeah. ili muweze kupata ajira yeah. na kusaidia familia yenu huyu yeah. ndio jirani yetu yeah. na tutatembea na yeye hata yeah. ndugu yetu Oparanya yuko hapa yeah. Azimio Kenya kwanza tuko kitu kimoja kuunganisha Kenya yeah. Mwisho kabisa, mjihadhari na watu wa siasa ya chuki. Kuna vijana chipukizi wanafikiri siasa yao, akitusi mtu amepata umaarufu. Sisi tunataka siasa ya kujenga nchi, siasa ya kuunganisha wananchi, siasa ya upendo.